Karibu kwenye podcast ya Dr. Chris Mauki, mwana saikolojia, mshauri na mwalimu katika masuala ya mahusiano, familia, malezi pamoja na maendeleo binafsi. Hapa utajifunza kuhusu malezi sahihi yatakayoboresha maisha ya familia yako, mbinu zitakazoenda kuimarisha mahusiano yako pamoja na maarifa na ujuzi utakao kujenga kiakili na kukufanya ufikie mafanikio yako binafsi. Karibu uungane nasi katika safari ya mabadiliko na maendeleo. Hii ni Daily Talk na Dr. Chris Mauki, ni inakuja katika masikio yako asubuhi ya leo kukupa vitu ambavyo vinaweza vikainyanyua siku yako au kukupa nuggets, vitu vidogo vidogo au kitu kidogo ambacho kinaweza kikawa kitu kipya cha kujifunza katika siku na tarehe ya leo. Inaitwa Daily Talk na Dr. Chris Mauki. Naomba niongee na wewe mwanafamilia, hususan mwanaume. Hata kama mke wako ana uchumi mzuri, ana mafanikio, ana nafasi, ana kipato kikubwa kuliko wewe, anajiweza kiuchumi, ni mpambanaji mzuri, naomba nikwambie, usimwachie akabeba mzigo mkubwa wa kuihudumia familia yeye peke yake na usimwachie mzigo mkubwa wa kujihudumia yeye mwenyewe. Jitahidi kuonyesha effort, jitahidi kuonyesha jitihada za kupambana na wewe, kusupport kile anachokifanya. Inawezekana uchumi wako ni mdogo, lakini don't sit there and relax. Ukiangalia yeye akifanya kila kitu. Kwa nini? Kwa sababu moja muhimu na nyeti, mwanamke hakuumbiwa kubeba mzigo wa kuhudumia familia mwenyewe anaweza akafanya hivyo vizuri sana we ukiwa umekufa akiwa mjane, lakini kama upo hawezi. Ndani yake kuna expectation za kukutegemea wewe, ndani yake kuna matarajio ya kwamba unaweza ukasupport morally, kihali au financially, kipesa. Sasa vyote umepinda, umenyuti, umekaa kama kobe, umeingiza kichwa ndani, unamwona anafanya kila kitu na anajifanyia yeye mwenyewe. Naomba nikwambie, hisia zake huumia sana na kuchoka kwake kuu karibu sana. Malalamiko yake hayatakuacha salama na unamfanya anakuwa risk and prone, unamfanya anakuwa hatari, kwenye hatari ya kudanganywa, ya kuweka hisia zake kwa mtu mwingine, na mwisho wa siku utampoteza yeye.